Soka ya Simba huenda ikalipishwa faini ya zaidi ya shilingi milioni 391.8 kutokana na uvunjifu wa viti vya uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam kunako daiwa kusababishwa na mashabiki wa klabu hiyo, wakati timu hiyo ilipokutana na watani wake wa jadi Yanga. Tupate taarifa zaidi. Taarifa rasmi zinaeleza kwamba jumla ya viti 1781 vimeharibiwa, huku kila kiti kimoja kikiwa na thamani ya shilingi laki mbili na ishirini elfu na kulifanyika mchezo mkali kabisa wa watani wa jadi Simba na Yanga katika dimba hili la uwanja wa taifa, uwanja wa kisasa kabisa, lakini athari zilizotokea hiyo jana ni kung'olewa kwa viti inaosadikiwa ni mashabiki wa Simba. Sasa ni naye uh, mwandishi mkongwe wa michezo Evans Muhando, nnazungumza naye hivi sasa kujua kilichofanyika jana Anakionaje Evans Muhando? Jana ulikwepo uwanjani na hali umeiona hapa uwanjani, pengine nini maoni yako na ulichokiona hiki katika hali ya kimchezo inaleta picha gani? Inasikitisha sana kwa sababu kumbuka serikali imetumia pesa nyingi sana kujenga uwanja ambao ingeweza kwenda labda kwenye elimu, kwenye vitu vingine vinye kuwa na faida kubwa sana, lakini wakaamua wajenge uwanja huu. Kumbuka Tanzania, kuna alamika hawana uwanja mkubwa, hawana uwanja mzuri, umejengwa, lakini watu wachache ambao wameweza kusema kwamba hawa ni wahuni katika katika soka, hawa hatustahili kuwaona kabisa katika kandanda, yaani ukiacha watu wakali ambazo klabu yake husika itachukuliwa, si ndio, labda na shirikisho la soka au na serikali, lakini kungekuwa na uwezekanika mashabiki hao kipatikanika, wafungiwe nao kutokuingia uwanjani kuenda kuangalia mechi kwa sababu kitu kinasikitisha, hakitakiwi kuwepo kabisa kwa dunia ya sasa. Yani haiingia akilini, umeelewa? Mechi kama ya jana ambayo ilikuwa inatazama karibu dunia nzima, ukumbuke ilionyeshwa kwenye runinga, sio mm? Alafu mtu anakuona unafanya kitu kama hiki Jina gani tutakuita ni muhuni kwenye mpira, muhando huyu. Ni Evans si muhando. Naenda kuzungumza na Yusuf Mkule, ni mmoja ya uh, wachambuzi wa soka ambaye yupo nchini Tanzania. Hali hii unaiona kama mchambuzi wa michezo, unaizungumziaje? Uh, uh, binafsi naweza nikasema kwamba hiki ni kitendo cha aibu sana na cha fedheha sana ambacho kimefanywa na mashabiki wa Simba uh, baada ya kufungwa goli tu. Nafikiri uh, mashabiki wa Simba wangetafuta njia mbadala ya kuwasilisha hisia zao kutokubaliana na maamuzi, na si kungoa viti hivi ambavyo, ama kwa hakika, tofahamu kwamba ni uwanja ambao umejengwa kwa gharama kubwa sana, na tunajua kwamba serikali yetu e, i, i, imekuwa makini sana kuhakikisha kwamba wana michezo wanapata facilities nzuri e, hususan wa timu ya taifa. Ni uwanja ambao kati ya viwanja bora barani Afrika, lakini kitendo hiki ambacho kimefanywa na mashabiki wa Simba, e, kwangu nadhani kwamba serikali kupitia wizara ya michezo wana kila sababu ya kutoa adhabu kali kali kabisa, tofauti wanastahili kutoa tamko kwa uharibifu huu ambao umefanyika na adhabu ambayo mimi ningependekeza, e, pengine ni ya kufungiwa kabisa, e, Simba wanapoingia katika uwanja huu, mashabiki wao iwe ni marufuku kuingia hapa. Viongozi wa Simba pia watoe tamko, wameridhishwa na hiyo. Asante sana, huyo uh, ni Yusufu Mkule, mchambuzi wa uh, soka. Hebu tumsikilize naye waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Nape Nawe ambaye ametembelea uwanja huo hapo kujionea uharibifu huo katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam, ambapo ametoa masikitiko yake na kufikia hatua ya kutoa tamko kali. Hili ni tamko lake. Bahati mbaya sana kwamba mechi ya jana ilikuwa nzuri, lakini ikaharibiwa sana na watu ambao sio wastaarabu walioamua kuvuruga miundombinu ya uwanja wetu wa taifa. Mtakumbuka hii si mara ya kwanza habari ya mageti kuvunjwa, kwamba mashabiki wanakuja wanavunja mageti, na mashabiki wanakuja wanang'oa viti. Na watu wetu walifanya kampeni ya kutosha kuwatahadharisha watu kwamba mkija uwanjani, msije na matokeo yenu kwenye vichwa vyenu, njooni msubiri matokeo uwanjani. Sasa imetokea bahati mbaya sana, nyie mlishuhudia hapa kwamba uh, Simba walipofungwa wakang'oa viti, walipofunga pia wakang'oa viti. Sasa unajiuliza ukishang'oa hivi viti kesho utakuja ukalie viti gani? Na sasa mi nadhani jambo hili linaendelea sana, kwa sababu adhabu ambayo tumekuwa tukiitoa tumekuwa tukiitoa kwa vilabu. Kwa hiyo uh, mashabiki hawaoni kama kikisha wanang'oa, alafu wana wajibu wa kuhakikisha wanatunza mali hizi. Wanang'oa alafu wanajua vilabu vitalipa. Ni kweli uharibifu uliofanyika vilabu vitalipa. Na tutakamata mgao wao, hatutaugawa mpaka wamelipa gharama iliyosababishwa na, na, na, na uharibifu wa mashabiki wao. Lakini tunadhani tuchukue hatua kubwa zaidi ya hapo. Kuanzia sasa, uwanja huu hautatumika kwa Yanga na Simba mpaka tutakapoamua vinginevyo hapo baadaye. Hawatatumia uwanja huu, watafute viwanja vingine, kwa sababu hapa kuna pesa za walipa kodi.